Ijumaa ya juma iliyopita, Chama Cha Mapinduzi CCM ilitangaza na kuzindua ilani ya chama hicho ambayo takwenda kuinadi kwa wananchi wa Tanzania ili kuomba ridhaa ya kuendelea kusalia madarakani. Miongoni mwa mambo ambayo yapo katika ilani yenyewe ni kuhuisha mchakato wa katiba mpya ambao kwa maelezo ya mwenyekiti wa kamati ambayo ilikuwa ikiandaa uh, ilani yenyewe Profesa Kitila Mkumbo aliainisha kwamba mchakato wake baada ya kukwama, sasa chama cha mapinduzi kitahakikisha katika miaka hii mitano ijayo, iwapo watapata ridhaa, watauisha mchakato huo na hatimaye watanzania kupata katiba mpya. Wakati ambako Dkt. Samia Suluhu Hassan aliapishwa, aliomba muda kwa watanzania kuhakikisha kwamba anasimamia na kuweka sawa uchumi wa nchi kisha baada ya hapo ndipo atakaporejea kwenye kiporo ambacho kiliachwa wakati wa awamu ya nne ya kupata katiba mpya. Watu sasa wameanza kuona maono hayo yakiwepo kwenye maandishi, hatua ambayo imewaibua wadau wengi na kuona ya kwamba CCM huenda ikawa na nia ya kweli ama ikawa tu imekuja na ahadi kwa Watanzania, hivyo kila mmoja amekuwa na mtazamo wake, lakini tutatupia macho uamuzi chama uepo, e, wa Chama Cha Mapinduzi, CCM, kuweka ndani ya ilani yake uwepo wa uishaji wa mchakato wa katiba mpya, tafsiri yake ni nini, nini? Mi naitwa Nurdin Selemani, ndiye ambaye nakualika kwenye Uchanganuzi yangu, matumaini ya kwamba umekuwa na siku njema kabisa. Studio tunaye Saidi Msonga, yeye ni mchambuzi wa maswala ya siasa. Karibu sana Msonga. Asante, nashukuru mm, kwema kwema kabisa, mambo anakwenda salama salmini. Lakini kule Dodoma, katika studio zetu pale tutakuwa na Hebron Mwakagenda ambaye yeye ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya uongozi, lakini pia ameshawahi kuongoza Jukwaa la Katiba hapa nchini, JUKATA. Karibu sana mwaka genda. Haya, uh, mwaka genda huyo hapo, ambaye yupo naye tutawasiliana naye kutoka uh, hapo Dodoma. Tuanzie kwako kisiasa, uamuzi uh, huu ni turufu kwa namna gani kwa Chama cha Mapinduzi CCM kuweka mchakato um, huu wa katiba ambao umeliliwa kwa muda mrefu uh, na vyama mbalimbali mbali vya siasa na hata wadau wengineo na hata sasa tunaona kuna wengine wamekuja na kauli mbiu ya kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi, yote ikitokea hapa kwenye katiba mpya, ni turufu kwa kiwango gani? Uh, ama kwa hakika, suala la katiba mpya imekuwa ni kilio kwa miongo kadhaa, kwa maana ya kwamba, uh, wananchi wa Tanzania, wadau wa siasa, vyama vya siasa, asasi za kiraia Uh, vyama vya siasa asasi ra kiraia, lakini hata na serikali yenyewe, kwa nyakati tofauti tofauti, wamekuwa wakichukua hatua kadha wa kadha kuhakikisha kwamba wanakuja na majawabu ya kilio na kiu ambayo Watanzania wengi wanayo ya kuweza kuona kwamba tunafikia kama taifa, wakati ambapo tutaweza kuandika katiba mpya, kwa sababu katiba tulionayo hivi sasa ni katiba ya mwaka 1977, ambayo ime, ni kama imejaladiwa hivi, imewekewa baadhi ya marekebisho kadhaa ambayo watu wanaona kulingana na wakati ambao umepita tangu mwaka sabini na saba mpaka leo, kuna mabadiliko mengi makubwa ambayo yametokea ndani ya, ya nchi lakini pia duniani kwa ujumla, ambayo wakati mwingine anaweza yakasababisha muongozo mama kama katiba ukawa unapata shida ama changamoto za kuweza kutoa tafsiri ile ambayo inahitajika hasa na jamii kuweza kuona ni kwa namna gani tunaweza tukapiga hatua mbele. Kwa hivyo Chama Cha Mapinduzi Uh, kuja na hili katika ilani yao uh, hasa kwa mwaka huu ni kwamba itakuwa ni turufu, kwa sababu uh, ni kawaida kwa wafuatiliaji wa siasa na kulingana na tamaduni za aina ya siasa zetu tulizonazo, uh, kiongozi anapokuwa katika awamu ya kwanza ya uongozi wake katika zile awamu mbili za kikatiba mm-hmm. mara nyingi mambo mag, ma, muhimu ama magumu kama haya huwa hawayapi sana kipaumbele, huwa wanatoa kipaumbele zaidi katika masuala ya ujenzi wa uchumi. Utaona mtangulizi wa, wa, wa rais wa sasa uh, hayati John Pombe Magufuli, katika alipoingia madarakani katika sehemu ya kwanza ya uongozi wake alisema kabisa wazi kwamba Uh, jambo la katiba ni jambo ambalo binafsi ha, hajalipa kipaumbele kwa wakati ule. Kwa hiyo, watu wengi walitarajia kwamba katiba ingekuwa ni kipaumbele chake katika sehemu ya pili ya uongozi wake. Kwa bahati mbaya, wakati anaianza tu uh, hakuwa umechukua muda mrefu ikatokea bahati mbaya akawa amefariki dunia. Lakini tayari joto la, ku, la mjadala kuhusiana na masuala ya katiba, mabadiliko ya vipengele muhimu vya ndani ya katiba yalikuwa tayari yameshaanza ku, ku, ku, kuonyesha dalili za wazi kwamba pengine katika sehemu ile ya pili ya uongozi wake jambo hili lingeweza kwenda uh, kufanyiwa kazi. Lakini sasa tunaona pia hata aliyerithi mikoba ya hayati John Magufuli, rais wa sasa Samia Suluhu Hassan uh, ametangulia pia kuweza ku toa kipaumbele katika eneo la uchumi na, na, na, na masuala mengine ya kiutawala, lakini lilipokuja suala la katiba ni kama bado hakuwa amelipa nafasi sana katika miaka walau hii minne ya kwanza. Kwa hivyo anapojipanga kwa ajili ya miaka mitano ya pili na ya mwisho, ndio unaona kabisa sasa hili jambo lina, linawekwa kwenye katiba ya CCM kwa maana ya kwamba kwenye ilani ya Chama Cha Mapinduzi, kwa maana ya kwamba ni miongoni mwa mambo ambayo katika uchaguzi huu unaotarajiwa kufanyika mwishoni mwa mwaka huu litakwenda kunadiwa na kufafanuliwa kwa wananchi. Kwa hivyo, na kwa kuwa imekuwa ni kiu ya muda mrefu na mjadala imekuwa ni mipana sana katika wadau wa siasa, vyama vya siasa na wananchi wa kawaida kuhusiana na mabadiliko ya katiba kama sehemu ya hayo yanayoitwa mabadiliko nadhani itakuwa ni turufu muhimu kwa wale ambao wanahitaji kuona kwamba kuna mabadiliko ya msingi yanapaswa kufanyika sasa. Ni namna gani turufu hii itaenda kufanyiwa kazi, hili litakuwa ni jambo la pili ambalo na lenyewe nadhani litaanza sasa kufanyiwa mjadala kipindi hiki kuelekea katika kampeni na hata baada ya hatua zitakapoanza kuchukuliwa za utekelezaji wa sehemu ya ilani hii, kwa maana ya kwamba kuhuisha na kukamilisha. Maanake ndio maneno ambayo yametumika mm. katika ilani ya Chama cha Mapinduzi, kwa maana ya kwamba tayari kuna kazi ambayo ilikwisha kufanyika no. eh, ya kuandaa maoni ya wananchi, yakakusanywa yakawekwa pamoja, ikaandaliwa ya rasimu ya katiba, lakini mchakato ule ulikwama katika hatua fulani hivi kabla ukisubiri kwenda kupigiwa kura ya, ya, ya, ya ndio au hapana. Mm-hmm. Kwa hiyo kama CCM katika ilani yao wameweka kwamba wanakusudia katika miaka hii mitano endapo watapewa ridhaa ya kuongoza basi watahuisha, maanake watakwenda kugatua huu mchakato pale ulipokwama na kumalizia katika hatua ya mwisho. Lakini katika kufanya hivi pengine kutakuwa kuna maoni mbalimbali mbali mbali, kwa sababu wako watu ambao wanafikiri kwamba uh, ipo haja ya kurejea nyuma kidogo, kuliko pale ambapo walipoishia mchakato wenyewe ulipokwenda kukwamia, kwa sababu ulikuwa unasubiri tu kura ya maoni ya, ku, ya, ya kukubali ndio au hapana. Lakini kuna watu wanasema kwamba pengine wangerudi nyuma kidogo mpaka pale ambapo ilipoishia rasimu ya katiba, alafu mm-hmm. ndio mchakato uhuishwe kuanzia pale, lakini wengine wanaona kwamba pengine hatua iliyobaki ya kupiga kura ingeweza kuhuishwa kwa kuanzia pale. Kwa hiyo ndio maana nikasema kwamba ni jambo ambalo wamelileta katika wakati mzuri, na kwa kuwa likipelekwa katika hatua ya utekelezaji, maana yake ni kwamba litakuwa limewapa fursa Watanzania kuingia katika mjadala mwingine wa kuona hata namna yenyewe ya kuhuisha na kukamilisha iwe ni ya namna gani ili kuweza kukidhi ile haja na kiu ya watanzania wengi katika kupata katiba ambayo itakuwa ni yenye kukubalika. Tarejea kwako Msonga, twende pale Dodoma kwake Mwakagenda. Mwakagenda nyewe, mmekuwa ni miongoni mwa wadau muhimu kwenye hii mchakato wa kutaka katiba mpya eh, kwa nchi. Baada ya kuona kwamba CCM sasa imeweka ndani ya ilani yake, inasema kwamba itakwenda kuhuisha eh, mchakato wenyewe, kwenu mmepokeaje? Ah, tumepokea vizuri ila ila naomba tu Nurdin tukumbushane kidogo mm -hmm. kwamba sio mara ya kwanza kwa CCM kuweka kwenye ilani yake mm -hmm. ilani ya mwaka elfu mbili na kumi na elfu mbili na kumi na tano waliweka kwenye ilani mm -hmm. Lakini Magufuli Rais Magufuli haku haku hakutekeleza, hakufanya chochote kama mwenzangu alivyosema. Kwa hiyo suala kubwa hapa ni utashi wa kisiasa kwamba uongozi kama umeamua kwa dhati. Kwa mfano tukirudi nyuma kidogo, rais Kikwete hakuweka kwenye ilani ya uchaguzi, lakini alisikiliza kilio cha wananchi, akaamua kwamba aanze mchakato na tukapiga hatua kubwa sana nzuri, lakini baadaye akawapiga chenga Watanzania. Kwa hiyo cha, cha msingi hapa ni utashi wa kisiasa e, hmm. Mwakagenda unasema kwamba aliwapiga chenga Watanzania, ni yeye aliyepiga chenga Watanzania ama wajumbe ambao walikuwepo kwenye bunge la katiba ambao walishindwa kuafikiana wao wenyewe? Mi nadhani yeye ndio kinala, yeye ndio alikuwa kiongozi mkuu, kwa hiyo kiongozi mkuu anaonyesha njia e, kwa hiyo ni yeye mwenyewe. hmm. tuanzie hapo tulikuwa kwenye mkwamo na nyie mmekuwa watu ambao mmepigania sana haya mambo. Tupo kwenye sehemu ambayo tulishafika, wengine waliondoka bungeni wakatengeneza hadi Umoja wa Katiba ya Wananchi ukawa ambao walikwenda nao hadi kwenye uchaguzi, lakini mambo yakaparaganyika hata huko kwenye uchaguzi ambako walikwenda. Maanake kwamba inaonekana kukuwa na dhamira ya pamoja ya hawa watu katika hali ambayo tulishafikia nini ambacho kinaweza kikawa mwarobaini cha kutuondoa pale ili hatimaye sasa wakati huu wa ambako tunaweza tukazungumza kufika mwaka ishirini ishirini na saba kutakuwa na miaka hamsini tangu Tanzania ianze kutumia katiba yake? Asante. Ni kwamba kwanza, hivi tunavyoongea ni miaka kumi na moja tangu hiyo michakato ya katiba tumeiacha. Kwa hiyo kuna mambo mengi yamepita hapa. Kwa hiyo basi e, kama mwenzangu alivyosema, lazima turudi kidogo nyuma, tukusanye yote tuliyoyafanya, tuyahuishe, tuzingatie na hali halisi ya sasa, ili tuende mbele. Kwa hiyo safari iliyobaki sio ndefu kama tulikotoka, lakini ukweli ni kwamba kuna mambo mengi sana yamepita na hasa haya mambo ya teknolojia yametokea wakati ambapo katiba yetu ni ya, ni ya zamani kwa hiyo maana yake uh, mwaka genda ungeambiwa wewe sasa hivi ushauri <coughs> mchakato ungetamani uanzie wapi maoni tena yakusanywa na Jaji Sinde Warioba na tume yake ama tume yote itakayopewa hiyo jukumu ama twende pale baada ya bunge uh, kupitisha kilichopitishwa na tafrani iliyoibuka Hapana, mi nadhani zile nyaraka zote tunazo, maoni ya msingi yalisha kusanywa, sana sana ni kuyahuisha, kuwa na nyaraka zote, ile katiba iliyopendekezwa na ile ya Jaji Warioba na maoni mengine mapya kama yatajitokeza, alafu tusonge mbele mm. uh, msonga na unamsikia namna ambavyo matamanio makagenda watu wakati ule yu akiwa Jukata walikuwa wakisukuma ajenda hiyo ya kuhakikisha kwamba ni lazima hali ya mambo iende, na kimepita kipindi eh, tangu ule mchakato wenyewe eh, umesimama. Eh, kila mmoja amekuwa na na na maoni yake yake mawazo yake, na ametugusia hapa anasema kwamba hii si mara kwanza, ya kwanza ndani ya CCM kuja na hilo lakini kuna wakati haikuwepo na utashi wa kisiasa ukasukuma mchakato kuanza unaliangalia hii ni kama turufu tu ama utashi wa kisiasa ndio ambao unasukuma kutoka ndani ya Chama cha Mapinduzi kuhakikisha kwamba tunapokwenda kuelekea miaka hamsini ya matumizi ya katiba yetu, basi tuwe na katiba nyingine ambayo imehuishwa na ni bora zaidi? Yote mawili yanaweza yakawa yana maana, kwa maana ya kwamba ikawa ni turufu kwa sababu ni mwaka wa uchaguzi, lakini pia ikawa ina umuhimu wa kipekee, hasa kwa sababu ni jambo ambalo limekuwa kwa miongo kadhaa likionyesha kwamba ni kiu ya Watanzania kutaka kuwa na katiba mpya, na ni ukweli usio na shaka kwamba kwa mazingira ya kidunia ya sasa, Uh, kuendelea kutumia katiba ya mwaka 1977 kuna mambo mengi inawezekana tukajikuta tunakwama tuna huko tunakoelekea unaweza ukaona kwamba hata hapa karibuni amegusia kidogo swala la teknolojia hmm. Ni kweli kuna, kuna kasi fulani kubwa sana ambayo inajitokeza duniani na pia ina, ina, inaitaka nchi kama, ama taifa uh, kuwa pia na namna tofauti ya kushughulika nayo. Utakumbuka hivi karibuni Mheshimiwa Rais amelazimika uh, kuwaomba uh, wakuu wa vyombo vya usalama idara na taasisi za serikali walau kuchukua hatua dhidi ya, ya, ya masuala fulani ambayo yanahusiana na matumizi ya teknolojia kwa kudhibiti ama kukabiliana nayo. Sasa unaweza ukaona kwamba mifumo yetu ya kisheria ya kuwawezesha waliopewa agizo hilo kutimiza wajibu wao inaweza ikawa inawatatiza kwa kiasi fulani kwa maana ya kwamba ile miongozo mama yenyewe haiwapi fursa na mazingira rafiki ya kuweza kutimiza kile ambacho wanapaswa ama wameagizwa kutimiza hmm. Lakini ukiangalia kuna umuhimu wa kufanyia kazi hayo maagizo ambayo waliopewa kwa sababu ndiyo dunia ya sasa inavyokwenda, na hii si tu kwa Tanzania. Unaweza ukaona hata mataifa makubwa yaliyoendelea. Hivi karibuni kulikuwa kuna mkutano kwa mfano tunatolea kuonesha namna ambavyo wakati mwingine teknolojia ina nguvu kubwa sana. Kulikuwa kuna mkutano hivi karibuni baina ya rais wa Marekani na rais wa Afrika ya Kusini katika ikulu ya White House kule Marekani, na kuna baadhi ya taarifa ambazo rais wa Marekani alizitoa mbele ya rais wa Afrika ya Kusini, lakini muda mfupi baadaye Eh, teknolojia ikaja ikafanya kazi yake hmm, na ikaonekana kwamba kulikuwa kuna mapungufu ya zile taarifa. Kwa hivyo unaweza ukaona kwamba hilo ni taifa ambalo limekwisha piga hatua kubwa sana kimaendeleo duniani katika kila nyanja unaoifahamu wewe, hata ikiwemo hiyo ya teknolojia, lakini limekabiliwa na changamoto kama ile, na jambo kama lile limeweza kutokea katika Eh, mbele ya mkuu mwenyewe wa nchi sasa. Unaweza ukaona kwa mataifa madogo na yanayoendelea kama Tanzania, ni lazima na sisi tuwe na mikakati ya wazi na ambayo pia itafungamanishwa na miongozo ya kikatiba na kisheria ya namna angalau ya kupunguza changamoto kama hizi ambazo hata mataifa makubwa yanakabiliana nazo. Kwa hiyo ndo maana nikasema kwamba yote mawili yanaweza yakawa yana maana, kwa maana ya kwamba ikawa ni turufu nzuri katika wakati huu wa uchaguzi na hasa uchaguzi ambao unakwenda kufanyika chini ya joto la mabadiliko eh, ya baadhi ya sheria na taratibu ikiwemo hiyo katiba yenyewe. Kwa hivyo kwa upande huo itakuwa ni turufu nzuri, lakini pia kwa upande mwingine inabaki kuonyesha kwamba uh, upo ule umuhimu wa kuwa na katiba mpya unaendelea kuwepo kama ambavyo kimekuwa ni kilio kwa miongo kadhaa sasa miongoni mwa Watanzania, wadau wa Tanzania, masuala ya uongozi na wadau wa masuala ya siasa na wananchi kwa ujumla. Kwa hiyo yote mawili yanakuwa yana nafasi kubwa sana kuweza kufanyiwa kazi katika kipindi kama hiki. Kwa hivyo tunachokisubiri na kukiona ni kwa namna gani e, Chama Cha Mapinduzi ambacho kinaongoza serikali, kama itatokea kimepata ridhaa ya Watanzania kuendelea kuongoza katika miaka mitano ijayo baada ya uchaguzi utakaofanyika mwishoni mwa mwaka huu basi ni namna gani itakwenda kulifanyia kazi jambo hili muhimu ambalo limekuwa ni sehemu ya mjadala wa Tanzania, ili ifike mahala kwamba sasa, baada ya kukamilishwa kuhuishwa na kukamilishwa kwa mchakato huu, Watanzania sasa wapate fursa ya kuweza uh, kufanya mambo mengine ya msingi kwa ajili ya ustawi na maendeleo ya taifa lao, badala ya kuendelea kubaki na mivutano na misuguano ya jambo kwa miongo kadhaa ambalo liko ndani ya uwezo wao katika kulitekeleza mm. Wakagenda, mara nyingi mchakato hii huwa uh, inatekwa sana na wanasiasa. Wanasiasa huwa wanachukua na inakuwa ni ajenda yao. Baadaye wadau wengine muhimu wanakuwa washirikishwi, na inakuwa si jambo la umma tena bali ni jambo la watu wachache. Nyakati kama hizi kina nani wanapaswa wawepo washiriki vyema ili liwe jambo la umma na si jambo la wanasiasa peke yao? Asante. Mi nadhani wanasiasa ni wadau muhimu, huwezi kawaacha nje kwa namna yoyote ile, lakini ushauri wetu hata wakati ule ulikuwa ni kwamba idadi yao isiwe nyingi kuliko, isiwe kubwa kuliko idadi ya wadau wengine. Kwa hiyo kuwe na idadi inawiana, ili maoni yao na wadau wengine yawe yaende kwa pamoja. Kina nani hasa inabidi washiriki kwa wingi wake? kwa sababu umesema ume, ume wanasiasa hawapaswi kuachwa lakini wasiwe wengi mm. Makundi gani mm. yawe na idadi kubwa katika hili ili kila mtu aone kwamba hili ni jambo ambalo la umma linatokea kwa we, wenye nchi wenyewe na wana nia ya dhati ya kutaka jambo fulani. Mi nadhani muundo wa jamii yetu ulivyojiunda kwenye makundi mbalimbali ya wakulima ya wafanyakazi makundi ya wanawake makundi ya vijana, unajua jamii yetu vijana ndio wengi e. Kwa hiyo na wao ndio watakaokaa muda mrefu hapa duniani, kwa hiyo usiwaache nje, wanasiasa na makundi mbalimbali mbali ya kijamii, watu wa dini na watu wengine, kama jamii yetu ilivyojiunda mm, na msonga uh, mara nyingi mchakato huwa unatazamwa kwa jicho hilo kwamba kuna wengine wanatumia kama turufu eee, kuonekana wao ndio wenyewe, na tuliona hii hata nchi jirani wenzetu walipambania hilo, lakini baadaye ee, baada ya kipindi kifupi, baada kupata hiyo katiba yenyewe wakaanza kuvurugana tena, wakawa wanataka marekebisho huku na kule na kule. Nini ambacho kikifanyika sasa kinaweza ikatupa picha nzuri ya katiba ambayo ya watu wanaoitaka na hatimaye watu waone kwamba hata fedha ambazo zimetumika hapa zilikuwa na tija ya kupata kitu cha namna hii. Uh, mi naona kwamba katika kulihuisha jambo hili kwa namna ambavyo imeelezwa, ipo haja ya walao kuwa na nyongeza ya maoni ya wananchi hii. Uh, ijakuwa jambo muhimu, inawezekana kukatengenezwa tume ndogo ambayo ikaratibu mchakato ambao pengine unaweza usiwe mkubwa sana, kwa maana ya kumfikia kila mwananchi, kwa sababu wananchi wengi walishafikiwa katika ule mchakato wa awali, na tayari maoni ya msingi kama alivyosema pia mwenzangu yapo, isipokuwa kuna mambo ya msingi mengine machache ambayo yanapaswa kuongezwa. Kwa hivyo, pengine kuna umuhimu wa kuwa na tume ndogo, ambayo hiyo tume ndogo itafanya mchakato kwa kuweza ku kukutana na makundi jamii kama ambavyo ameyataja mwenzangu ya vijana, wanawake, watu wenye mahitaji maalumu, vyama vya siasa, viongozi wa dini, asasi za kiraia, asasi zisizo za kiserikali, watu wenyewe wa serikali, vyama vya siasa na kadhalika, ili walau kukusanya kutoka kwa hayo makundi maalum, eh, nyongeza ya maoni ambayo yatakuwa ni sehemu ya maboresho yatakayoenda kuchanganywa na yale maoni ya msingi ambayo tayari yalishakuwa yamekusanywa huko awali. Hii inaweza ikasaidia pia ku, ku, ku, ku, kulipunguza jambo lenyewe lisiwe kwa, kwa mapana sana, lakini kitu kingine cha muhimu ambacho ni hichi ulichokizungumza pia kwa mwenzangu kama swali kuhusiana na kwamba kundi la wanasiasa, ni kweli kwamba kundi la wanasiasa ni kundi muhimu kwa sababu ndilo linaloshikilia nguvu za kiutawala na kimaamuzi na katika majambo kama haya kundi hili ndio kundi ambalo huwa lina maslahi ya, ya, ya, ya moja kwa moja na, na katiba yenyewe. Na unaweza ukaona kwamba wakati tunapoanza kufikiria kwenda katika kuhuisha na kukamilisha huu mchakato, tusisahau kujua kwamba tulijikwaa wapi, na kiukweli, ukiangalia waliosababisha tujikwae na kuanguka ni hili kundi la wanasiasa na kwa msingi huo wanasiasa wanahitajika kuwa makini sana, ili wasije wakayarudia makosa waliyoyafanya awali na wakatukwamisha. Na kama tutakwama kwa mara ya pili, pengine inaweza ikatuchukua muda mwingine mrefu zaidi kabla ya kuja kuingia tena katika mchakato. kwa mau itakuwa ni fursa ya kipekee ambayo ilikuwa imepatikana tena kwa mara ya pili kama nafasi ya dhahabu ambayo tutaendelea kuikosa tena. Kwa hiyo ni muhimu sana wanasiasa wakajua na katika kufanya ili kundi lisiweze pengine kutufikisha pale ambapo lilitufikisha katika mchakato wa awali. Yako mapendekezo ambayo kwa sisi ambao tuna, tunafuatilia masuala ya siasa tumekuwa tukiasikia kwa wananchi wa kawaida wengine wakisema kwamba Uh, ipo haja angalau hata hao watu wachache ambao watahusishwa na mchakato wenyewe, kwa maana tunafahamu kiutaratibu ni lazima Bunge la Jamhuri lihusishwe kwa maana ya kutengeneza sheria kama mwongozo wa namna gani ya kulihuisha ili jambo na kulikamilisha hmm. Kwa hiyo wakati huo bunge litakapokuwa likitimiza majukumu yake, basi litutengenezee mwongozo kwa maana ya sheria, sheria ambayo itateua watu wachache watu ambao watakuwa na, nijumu, wamejumuika kutoka katika makundi jamii ambayo yanayounda taifa letu kwa ujumla wake, lakini watu hawa wawe ni watu ambao watawekewa masharti ya kutokuwa na maslahi ya moja kwa moja na katiba yenyewe. Kwa nini? Kwa sababu uh, kwa mfano Uh, ukiangalia kule tulikokosea baadhi ya watu walilazimika kunyofoa wa baadhi ya maoni ambayo yalikuwa ni ya msingi kabisa kutoka kwa wananchi kwa sababu yalikuwa yanagusa masilahi yao, nafasi zao za kisiasa moja kwa moja eh. Kwa mfano labda wabunge wenyewe, kuna vipengele ambavyo vilikuwa vina kwenye maoni ya kawaida ambao wananchi wengi walitaka kuona kwamba kuwepo na mfumo wa kuweza kuwawajibisha wabunge wao endapo kama hawatimizi wajibu walio kabidhiwa na wananchi waliowachagua kwa kura, lakini wabunge kwa kuona hilo pengine linagusa maslahi yao wakati ule, na wao ni kundi la wanasiasa wenye nguvu za kimaamuzi, wakaamua kuyaondosha maoni kama hayo. Kwa hiyo ili kuweza kuepusha hayo yasiweze kujirudia, ni vizuri kuwa na, na utaratibu ambao utaweka masharti kwa wale watakaohusika pengine kwa kipindi walau cha miaka mitano au miaka kumi, kundi lile litakalohusika moja kwa moja na ku, endesha mchakato huu, basi katika kipindi hicho wasiweze pengine kutumia matokeo ama manufaa ya hiyo katiba mpya ambayo tutakaoanza kuitumia, kwa maana ya kwamba kama ni watu ambao wanahitaji kushiriki katika hilo, wawe ni watu ambao hawatakuwa na maslahi, kwa maana hawatakwenda kugombea nafasi za zozote za kisiasa baada ya hapo, au za kiuongozi, kwa maana kwamba wajue wanajitolea kwa ajili ya kutengeneza mwongozo ambao utakuwa ni msaada kwa taifa, vizazi na vizazi, lakini wao maslahi yao yatakuwa ni kutengeneza ule mwongozo, lakini si baada ya, ya kuitengeneza mwongozo alafu wao wautumie ule mwongozo ili kuweza kufanikiwa katika malengo yao. Kwa hiyo hilo linaweza likatusaidia walau kupunguza kile ambacho kilitukuta elfu mbili na kumi na nne na kujikuta kwamba ibara ya kwanza tu ya ile katiba ndio iliovuruga kila kitu na watu walikorofishana hapo. Kwa hiyo mambo mengi ya msingi hata hayakuweza kufikiwa kwa sababu mm -hmm. ya hilo Naam, ni Saidi Msonga ambaye nimekuwa naye kwenye uchanganuzi hii leo. Tulikuwa tukipiga darubini uamuzi wa Chama cha Mapinduzi, CCM, kuweka kwenye ilani ya chama chao, e, mchakato wa kuhuisha na kukamilisha mchakato wa kupatikana kwa katiba mpya, hatua ambayo inakuja takriban kama miaka e, kumi na moja tangu kukwama kwa mchakato wa mwisho upatikanaji wa katiba mpya kule Dodoma. Tulikuwa naye Hebron Mwakagenda, yeye ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya uongozi. Nikushukuru sana Mwakagenda, asante. Naam, kushukuru sana Msonga na wa kujumuika nami hili, asante sana. Naam, nafikia tamati ya uchanganuzi. Mi naitwa Nurdin Selemani, kutakie mtazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea kutoka hapa UTV. Panapo majaliwa, tukutane tena kesho, kwa heri.